Mentorship umeizungumza sana, lakini kwa yule ambaye anatazama na, mimi ukizungumza issue ya mentorship, maana yake ni yule mtu wa kumjenga ana kijana ambaye hana kijana ambaye hana mentorship anapata hasara lakini pia na faida kwa yule ambaye amepata mentorship kutokana na kujiingiza kwenye ujasiriamali. Asante sana. Sasa faida ya kwanza kabisa um, eh... kabisa eh Eh, na mentorship kwenye Kiswahili tunaiwekaje, kama nilivyozungumza? Ni sawa kabisa ushauri. Ushauri. Eh... okay. Yeah, yeah. Sasa kwanza nafikiri kabla ya kuzungumzia umuhimu ni vizuri tukazungumzia maana yenyewe. Maana ya mentorship maana ya. Mentorship, eh, yeah. Alafu tuzungumzie kwa nini tunahitaji mentorship, tuje kwenye umuhimu, ili tuweze kuwaweka sawa mm, eh, watazamaji wetu, wasikilizaji wetu. Ya yeah, kabisa. Sasa kwa kifupi mimi nasema mentorship ni maneno matatu tu. Wisdom from experience. Hekima, yeah, kutoka kwenye uzoefu. Yeah. Lakini kwa maana pana ni dhana nzima ambayo E, ni ushauri wa kusaidiana ambao mtu mmoja mwenye uwezo anamsaidia mtu mwingine ambaye ana uwezo kwa kumshauri, kwa kumwongoza hmm, kwa nia ya kupata maarifa kwa nia ya, kuku, ya kumjenga katika fani yake au kumjenga yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ndio maana ya mentorship. Sasa kwa nini mentorship ni muhimu? Kabla tujaje kwenye faida zake, jinsi Mungu ambavyo ame ametutengeneza sisi wanadamu ametutengeneza katika namna ambayo tunategemeana. Yeah, hakuna mtu ambaye anazaliwa ana kila kitu, na hata ukiona kila kitu uwezi, hata ukifanikiwa uwezi kuwa na kila kitu. Kwa hiyo hata mtoto anapozaliwa haanzi kusema dada au baba au mama, ataanza kusema dada dada mpaka baadaye ataweza kusema kwa, ana imitate anaangalia wazazi wake na watu wanawazunguka, wale ndio mentazi wake wa kwanza kumfundisha kuongea kwa ko kwa sababu Mungu ametuweka katika namna hiyo ya kutegemeana, basi mentorship ni ya muhimu kwa vijana na haiepukiki. Na sasa tukija kuzungumzia kwenye faida, faida ya kwanza kabisa ya mentorship au ya ushauri wa kibiashara kwa ili vijana waweze kuwa wajasiliamali ni kupata muktadha au content ambayo huwezi kupata kwenye mifumo ya elimu, huwezi kupata wakati mwingine hata kwenye mifumo ya kazi. Nitakupa mfano mmoja wa vitu ambavyo ni vigumu kuvipata katika one package eh, kwenye mifumo yetu ya elimu. Mfano ni social skills, yale maarifa ya kijamii. Nikizungumzia maarifa ya kijamii, ninazungumzia vitu kama vile stress management skills, nazungumzia vitu kama emotional intelligence, nazungumzia uongozi wa muda, time management, ninazungumzia mtazamo chanya, positive attitude na vingine ambavyo ni viko kwenye hiyo package ya social skills. Sasa hivyo wakati mwingine huwezi kavipata vyote kwenye mifumo yetu ya elimu au mifumo yetu ya kazi. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa na mentor ambaye atakusaidia kuyapata haya. Na nikieleza kwa undani zaidi, sasa hivi tuna janga kubwa sana la vijana kukosa haya maarifa ya kijamii social skills. Yeah. Na mbaya zaidi ni kwa sababu vijana wanaanza kutafuta hizi social skills wakiwa tayari wakubwa au anataka kuanza biashara. Unajua biashara ina changamoto, biashara ina stress. Kunakuta mtu ameanza biashara, ndio anataka kutafuta menta sasa wakufanya stress management baada ya biashara natakiwa kufeli. Anataka kutafuta menta kabla ya kuanza biashara ili aanze kumwe, kumweka kwenye, tena mimi nasema tangia utotoni kwa sababu zile skills za ku manage stress zinaanza ya ukutotoni. Mzazi, ukiwa unamlinda sana mtoto wako, overprotection ya mtoto wako unamzuia asiweze kukutana na changamoto akiwa mdogo kwao, anashindwa kujenga ile misuli ya kupambana na stress mm. mm. Matokeo yake ikifika mkubwa sasa, anataka kufanya biashara yake, biashara imefeli, anapanda juu ya gorofa anajinyonga, au yeah. Yeah, ametapeliwa mm. Siku hizi hata vijana kidogo, unakuta akiachwa na mpenzi wake anajinyonga mm. Sindiyo? au anakimbilia kwenye mitandao ya kijamii kuzungumza siri za ndani at yeah, least anayezungumza anaweza akapata yeah. mtu wa kumponya mm. Kwa hiyo sasa na nasema ni janga kwa sababu wengi hawana na wanasubiri mpaka inakuwa mm. ah, mm. mm. mm. ni changamoto, kwa hiyo E, unapopata sasa menta atakushauri kwa sababu yeye ameshapitia hizo changamoto zote hmm. Kwa ataweza kukushauri namna gani ya ku ya, ya ku manage stress, namna gani ya kupangilia muda wako, namna gani ya ku prioritize vitu hmm. E, kwa hiyo ndio maana nasema hiyo ni sababu mojawapo ya kwanza, kwamba unapata muktadha content ambazo unaweza kupata kwenye mfumo wa elimu. Pointi ya pili inakusaidia kuokoa muda ambao kwenye makosa yanayepukika. Sisemi kwamba usifanye makosa, makosa ni mazuri sana kwa sababu makosa ni mwalimu mzuri sana, lakini kuna makosa ambayo unaweza ukaepukika. Takupa mfano, labda wewe leo hii unataka kuwa na menta uh, wa public speaking, kuongea kwenye kwenye, eh, kwenye masi ya watu wengi ya ya, yeah, sindio? yeah, lakini ukikosa menta unaweza ukaongea neno moja ambalo likakusababishia ukaharibu career yako miaka kumi na tano au career moja kwa moja kwa sababu siku hizi tunasema digital footprint haifutiki. Mm. Lazima mitandawe, iko sehemu mitandao ya kijamii inahifadhi vitu vingi. Unaona mtu alifanya kitu kwa miaka kumi iliyopita lakini baadaye Eh, akija kuonekana labda kuna kitu wamekifanya, watu wanaanza kuibua tena video na na vitu kama Exactly. Unakusubiri, una ule muda umepanda juu vizuri huko kwenye kilele, ndio naichomoa ile. Sasa <laughs> unakuta hili ni naanza kuharibia kiria yako yote mm. ya maisha. Lakini ukipata mentor mzuri wa public speaking mm. atakufundisha, akwambia ni cha kuongea na ni cha kutu kuongea kwa wakati gani sahihi na wakati gani sio sahihi. Sahi. Kwa hiyo ni faida ya pili, unaokoa muda au madhara mm. ya makosa ambayo yanaepukika. Sawa, hiyo uh, ni faida ya pili lakini, tukimeza na muda pia, uh, ningetamani kijana ambaye anatazama kwa sasa eh, tumezungumzia swala zima la mentor au mshauri eh, kwenye masuala mazima ya ujasiriamali hususan biashara. Kijana anatakiwa kuzingatia nini pale ambapo anamchagua mentor wake au mshauri wake ili asije akamchagua pia mtu ambaye sio sahihi na akampoteza, akamuondoa kwenye reli katika swala zima la ujasiriamali. Eh, jambo la kwanza la kuzingatia inabidi, ni vizuri ukachagua uka kwanza mentor ambaye iko kwenye e, eneo lako la fani mm. au eneo lako nafanya biashara, lakini hii ni kwa yule ambaye unataka kupata uzoefu fulani maalum, kwa sababu pia menta fani yako kwasabau mm -hmm. piaaanye anaweza aaushauri vizuri. Eh, kama unataka maarifa sahihi, unataka menta kwenye mambo ya AI mm -hmm. e, akilibandia basi, ni vizuri ukampata mentor ambaye yuko kwenye hiyo field, lakini pia E, kigezo kingine cha kuangalia ni kumwangalia menta ambaye anaheshimika, ana brandi nzuri ambaye hajachafuka, kwa sababu unajua ukiwa na mtu ambaye labda ni ana sifa ya rushwa e, ukaambatana naye atakuambukiza na wewe nisemia, ni, ni pia utaonekana ni sehemu ya ni mlarushwa pia yeah, lakini pia ni vizuri ukatafuta menta ambaye ana muda, anapatikana na yuko tayari kukusaidia. Kukusaidia kwa sababu mentorship ni kutoa kuliko kupokea ni, yeah. Unatoa zaidi kuliko kupokea, kupokea. Sawa, eh, Zephania, vijana wengi sasa hivi wanaamini kwa watu maarufu eh, tumeona wasanii wengi eh, ma public speaker ambao tunawaona influencers ambao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Vijana wengi wanaamini sana katika watu hawa ambao kuna mmoja, wengine wameshapiga hatua na tuseme kwamba wana, wana, wana ile mass kubwa ya watu ambao wanawafuatilia either kupitia mitandao ya kijamii, kutokana na zile platform ambazo wametengenezea hawa watu. Ni ni ni, ni, ni ni ni sahihi pia eh, kwenye kutafuta mentors au au washauri eh, hususan kwa vijana kwenye ujasiriamali unamaanisha vijana kutafuta watu ambao tayari ni maarufu maarufu kama wasanii e, watu kama ma influencers watu ambao wamebobea kwenye masuala ya kisiasa na vitu kama hivyo, kwamba mimi nikiwaambia watu huyu ndo mtu ambaye ameni inspire kufanya kitu fulani, maana yake wanaweza wakaniamini kutokana na yule mtu ameshaonekana zaidi, amefanikiwa. Ndio, ni sahihi, ni, ni, ni sahihi, lakini sasa hapo ni angalizo. mm -hmm. Inategemea wewe unatafuta mentor wa namna gani? mm -hmm. Na tunarudi pale pale, angalia sifa huyo mentor. mm -hmm. Asije kawa na beba kashfa fulani ni rahisi sana naye kuwa associate kwayo. Inabidi umtafuta kama ni maarufu mm, lakini ana umaarufu katika mambo mazuri mm, ni maarufu ambaye yuko ethical mm. Sawa, ni msafi hiyo mm, itakusaidia sana na wewe basi eh, kusonga mbele na nigusie kidogo hapo. E, nigusie kidogo hapo, kuna faida kubwa sana ya, ya, ya kuwa na huyu mtu ambaye tayari ana network kubwa yeah. Kwa sababu faida nyingine ni sio tu kupata network yake lakini anaweza kukusaidia hata kupata capital, mtaji anaweza kukusaidia kupata wateja yeah. Kwa sababu unajua <coughs> watu wanasemaga eh, use money, to get money, lakini mimi nasema kuna wakati mwingine information na network zinabeba uzito sawa au zaidi kuliko hiyo pesa, kwa sababu unaweza ukawa una pesa, lakini hujui wateja wako wapi, unaweza ukawa uko na pesa, lakini ujui eh, nani wa kumuuzia au na nini kwa ni, nataka nitolee mfano tu, Yeah, mdogo kama muda unaruhusu. Yeah, karibu. Yeah, kabisa. E, kwa mfano leo hii kijana anaweza kuwa amemaliza zako chuo. Yeah. Hapa. Huna mtaji. Mm-hmm. Lakini una idea nzuri. Ukiwa na mentor, mentor anaweza labda wewe unafanya biashara ya otikacha, mfano. Mm -hmm. Ya kuuza mboga mboga na matunda. Mentor anaweza kukusaidia kwa sababu ya umaarufu wake, akakuunganisha na mteja labda hoteli. Hoteli ikakusaidia ikakupa contract. Kumbuka, hmm, nazungumzia kwamba huna hela, umemaliza chuo. Yeah. Mteja na hoteli hiyo ambayo ni mteja akakupa contract hmm, na akakupa pia LPO, local purchase order. Hmm. Sasa ukienda benki, kule benki kuna financing product nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia kukupatia pesa hmm, kama ukiwa na LPO. Kwa mfano kuna financing product inaitwa hiyo LPO financing yeah, ambayo eh unakuwa una ni tripartite sasa, ni watu hmm, watatu. Wewe mteja, wewe mfanyabiashara, mteja wako. inaweza hmm. yeah. naeza pesa ya kwenda kununua, mimi ninalipa baada ya miezi miwili au baada ya mwezi hmm. una kuna kitu kinachoitwa invoicing financing ambayo hiyo nayo ni moja ya financial product ipo, benki, yeah. ambayo, sasa, ni kwamba unachotakiwa ni yule mteja wako hoteli amwambie benki kwamba, bwana kweli huyu mtu mm -hmm, invoisi ananidai, mm -hmm, na niko tayari kuilipa ila nitailipa kupitia benki. Akimhakikisha hivyo, benki benki anachukua hela anakupatia wewe, ili ile hela yako ambayo umesha supli sasa matunda yako, mm -hmm, lakini utake hela yako ikae, kwa sababu labda unadaiwa na wakulima, kwa hiyo benki nakupa ile pesa unalipa wakulima wako, unabaki na faida yako, na mteja naye baada ya mwezi akipata ya pesa yake anamlipa cheni ya watu watatu. Ndio maana nasema hivi, huu ni umuhimu wa mentor. Umemaliza chuo, una pesa lakini kupitia mentor anaweza kukuunganisha kwa tenza hii tripartite agreement, alafu ukafanikiwa kusonga mbele. Hiyo ni moja ya faida nyingine ya, ya, ya, ya, ya mentors kuwatumia uwatumia kwenye, kwenye biashara. Yeah, wapo, wapo mentors ambao ni toxic ambao ni sumu. Mm. Epuka sana mentors watakukatisha tamaa. Mm. ambao watakukatisha tamaa ambao wao wenyewe wana negative mind. Sio watu wote anafurahia wewe ufanikiwe, lakini pia kuna watu wengine tu wana dhana tu ya kuku... kukupa Eh, destructive criticism. Unajua criticism ni nzuri mm, yani kuwa criticize ni jambo zuri yeah, lakini iwe constructive criticism hiyo, ile mtu kwamba anakupinga anaku, anaku lakini katika namna ya kukujenga Yeah. Sasa ukipata ambaye kazi yake ni kukupinga tu, unaleta idea anakupinga, unaleta idea, huyo ataua ile spiriti yako ya, ya kusonga mbele mm. Lakini pia again unabidi u, u, u, umtafute menta ambaye yuko qualified, kama yuko unqualified an ana miaka michache ya uzoefu naye hata kusaidia mm. Lakini pia usitafute menta ambaye e, na sifa mbaya, tena tunarudi pale pale atakuchafua yeah. Yeah. Sawa so, ee, kwa ambaye anatutazama kwa sasa, tuko na Zephania Shahidi. Huyu ni mshauri e, kwenye masuala mazima ya biashara. Tunazungumza umuhimu wa kijana kuwa na mshauri e, pale ambapo anajikita katika masuala mazima ya ujasiriamali. Una nafasi ya kutunikia jumbe mfupi wa maandishi kupitia YouTube channel yetu ya IAA Media TV na sisi tutausoma hapa kuhakikisha pia na yule ambaye anatutazama e, anaweza akaona na magani ambavyo umekuwa mchangiaji bora pia. E, e, Mr. Zephania tu tuende mwishoni, natamani kufahamu kwa vijana wengi ambao wanakutazama kwa sasa, kwa sababu ni umebobea ume zaidi kwenye masuala ya biashara au ujasiriamali mali, kuna kijana ambaye amaliza chuo mwingine e, yawezekana eh, labda yuko tu mtaani, anatamani kufanya biashara. Ni biashara zipi ambazo ni rafiki zaidi kwa vijana hususan kwa yule ambaye anaanza, akifanya hiyo biashara akapata menta mzuri, kuna mmoja nyingine, kwa asilimia zote mia moja anaweza akafanikiwa na akaendeleza maisha yake ya kila siku? Kwa kweli biashara nzuri kwa kuanza na hasa kwa watu ambao wana mitaji midogo mm, e, ni ile biashara ambayo kila siku inaenda kwa Mungu, binadamu anaitumia. Mm. E, sasa mfano ni biashara ya chakula. Yeah ni biashara ambayo hakuna binadamu anapita bila kula. Ya, kabisa. Eh, kwa utafuta biashara ambazo kila siku mtu anatumia usafiri mm -hmm. Eh, mtu lazima kila siku atatumia. Ataondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Eh, kwa kutumia zile biashara ambazo kila siku watu wanafanya nini? Wana consume mm -hmm. Lakini pia zinahitajika na watu wengi mm -hmm. Alafu baadaye ukiweza kujijenga mm -hmm. Sasa unaweza ukaenda kwenye more specialized, mm -hmm. Eh, business ambazo zina niche market. Mm -hmm. Sawa uh, tumalize sasa kwa kijana ambaye anakutazama kwa sasa, anatamani kupata ushauri kutoka kwako, mbobezi wa masuala mazima ya biashara, ujasiriamali kwa ujumla, unamueleza nini yule kijana ambaye amekata tamaa, hususan katika masuala mazima ya biashara, kutokana na kwamba nilijaribu lakini sikufanikiwa, au nikafanikiwa, mwisho wa siku nikaona tena naanza ku drop, na nikapoteza mtaji na vitu kama hivyo. Unamwambia nini leo ili akikusikia pia aweze kunyanyuka tena na kujihusisha na biashara, na mwisho wa siku azidi kupata maendeleo pia? La kwanza, huwezi kuwa mfanya biashara bila kufanya biashara. Nyanyuka ufanye biashara. Jambo la pili, biashara sio lile mama. Biashara ingekuwa ni jambo jepesi, kila mtu angevifanya, lakini ukiona wengine wameajiriwa, wengine wako kwenye biashara, ni kwa sababu biashara sio nyepesi. Ndio maana kuna wengine wanaenda oku, kuchukua nini mm, kuajiriwa. Yeah, kwa biashara sio jambo jepesi na changamoto ndio chakula chenyewe cha ujasiri wa mali u tukasema, ujasiri wa malile, ujasiri wa mali maana yake ni kujiamini. Unatakiwa kujiamini kutafuta hizo mali uzipate. Kwa hiyo kwa hiyo na nawatia na moyo <laughs> walioanguka wanyanyuke wasonge mbele <laughs> hata ukidondoka <okay>, mara 100 wewe <laughs> nyanyuke usonga mbele, lazima utafanikiwa. <laughs> unatafuta mentor ambaye amefanikiwa akushauri ili kupunguza ule muda niliozungumzia mm. ule kuepusha kupunguza muda wa kufanya makosa ambayo unaweza kuepuka. Kuna kitu amekizungumza hapo kwamba ukianguka hata mara mia uendelee kuinuka. Hapa tunarudi kwa wahenga. Sasa wahenga <laughs> yes. Wahenga, wanakwambia mvumilivu ula mbivu <laughs> yeah. Yeah, ee, yeah. Mvumilivu la mbivu, lakini anasema polepole ndio mwendo pole. Sasa pole, vijana wengi wanapinga sana hizi kauli za wahenga, lakini ukirudi nyuma, ukijaribu kuziangalia, kuna namna kama zina walifikiria, walifikiria na wakatupa majibu mazuri. Sasa mimi nikushukuru sana kwa kuwa na sisi, na, na mtazamaji pia naamini kabisa atakuwa, eh, kuna kitu amekipata kutokana na kile ambacho tumekizungumza. Karibu tena, tuendelee kuzungumza zaidi, pale ambapo tutakuhitaji tutakukaribisha ndani ya studio zetu. Asante sana, asante sana. Mr. Zephania Shahidi huyo ambaye tumezungumza naye kuhusiana na masuala mazima ya ushauri wa kibiashara kwa vijana. Mtazamaji, uh, tunapata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa nitaungana na Tabita Kimaro ambaye tupita naye katika kurasa mbalimbali mbali za magazeti